Kila mmoja anafahamu namna ambavyo uh, mashabiki wa Simba Sports Club tunaumizwa na haya yanayoendelea. Tumekuwa na wakati mzuri sana kwenye uh, michezo, katika michezo yote, kwa maana ya kwamba matokeo ya dakika tisini, lakini ukija kufanya evaluation ya matokeo ya msimu mzima mara nyingi tumekuwa tunaangukia pua na kutoka patupu kwenye mashindano mengi kama sio yote ambayo tumekuwa tukishiriki. Ni wakati sasa mashabiki wa Simba Sports Club wanaendelea kujitathmini, ya kwamba wapi tunakosea, kwani kama support tunaitoa ya kutosha kwenye klabu yetu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini bado matokeo yamekuwa sio upande wetu. Sasa Nikukumbushe tu jambo moja. Mara baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kutamatika, inaelezwa kwamba mashabiki wengi sana wa klabu ya soka ya Simba walikwenda kulizunguka gari la mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club Murtaza Mangungu wakitaka kumuuliza mambo machache, kitendo ambacho kilitafsiriwa tofauti na jeshi la ulinzi hapa nchini Tanzania, ambapo a, polisi waliwatimua mashabiki hao, lakini inaonekana kuna mapungufu kidogo kwenye masuala ya uongozi katika klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba ukilinganisha na upande wa pili. Hicho ndicho kitu ambacho kinawafanya mashabiki wengi wa soka hapa nchini Tanzania hususan ni mashabiki wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupambana ili kuhakikisha uongozi wa klabu hiyo unabadilika aidha kimfumo ama baadhi ya viongozi wa klabu hiyo wanaachia ngazi zao. Moja kati ya watu ambao wanatajwa kwa kiasi kikubwa sana sana sana kupokea shinikizo kutoka kwa wadau mbalimbali wa soka hapa nchini Tanzania kuhakikisha anaachana na uongozi katika klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni Murtaza Mangungu, ambaye yeye ni mwenyekiti wa klabu hiyo, lakini bado ameendelea kujilinda na kujitetea kwamba hawezi kuachia uongozi kwenye klabu ya soka ya Simba bila kupewa sababu za msingi. Hivyo mpaka hivi sasa, licha ya kwamba anapokea shinikizo kutoka sehemu mbalimbali achane na masuala ya uongozi kwenye klabu ya Simba, lakini bado Murtaza Mangungu ameuma uzi ya kwamba anataka kufahamu ni sababu zipi ambazo zitampelekea yeye kujiuzuru, lakini ukweli ni kwamba mashabiki wa Simba Sports Club wamechoshwa vilivyo na mambo yote ambayo yamekuwa akiendelea na wao wanaamini sababu kubwa ni Murtaza Mangungu, ambaye mwanzo alikuwa hana cheo cha wenyekiti, lakini mara baada ya transformation za kiongozi zilizofanyika, Mohamed Dewji mo kuwa rais wa heshima, na Murtaza Mangungu akachukua cheo hicho mara baada ya try again kuamua kujiweka pembeni kidogo, mpaka hivi sasa anaweza kusema kwamba ndiyo Multaza Mangungu ndiye mwenyekiti wa klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Lakini lolote linaweza kutokea, kwani shinikizo limekuwa kubwa sana, licha ya kwamba ameendelea kujitetea. Nitaendelea kukujuza kila ambacho kinaendelea kutokea huko kunako uh, viunga vya Msimbazi. Lakini ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, unatakiwa kusubscribe na kuturn on the notification button so as Uh, utakuwa pamoja, lakini pia utakuwa umejiunga na familia yetu ya kimichezo na utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa nyingi, taarifa kemkem za kimichezo, lakini pia burudani.